Amka kwenye ukweli. Kuna mambo wanaume wanachelewa kuyafahamu na wanakuja kujifunza wakiwa wamechelewa zaidi, sana wanabaki na majuto. Mtu akifa huwa anapokea maua mengi zaidi kuliko kipindi akiwa hai. Hii ni kwa sababu majuto yana nguvu kuliko majivuno. Watu ndio wanaanza kutambua umuhimu wake akiwa ameshaondoka. Usiogope, katika video hii utajifunza mambo saba ambayo wanaume wanayajutia, ili usirudie kufanya makosa waliyoyafanya wengine. Fuatana nami hadi mwisho, kwani jambo la mwisho linaweza kuwa la muhimu zaidi. Namba moja: kuruhusu watu wengine waue ndoto zako. Hebu tafakari, unaruhusu ndoto zako zife kwa sababu ya maoni ya watu wengine? Hichi ndicho kinachowapata walio wengi. Usichokijua ni kwamba hawa watu hutakuwa nao kwenye maisha yako miaka kumi ijayo. Kuna haja gani ya kuacha kufuatisha ndoto zako kwa ajili ya watu ambao hawatadumu kwenye maisha yako? Kama watu waliokuzunguka hawakusaidii kwenye ndoto zako na malengo yako, achana nao. Usiruhusu hata familia yako binafsi wakucheke au wadharau ndoto zako. Inakupasa uwe mkali kwenye hili, kwa sababu wewe ndio mhusika mkuu wa maisha yako. Jiulize maswali yafuatayo: kama ungekuwa umfahamu yeyote, ni hatua ipi ungeichukua kwenye maisha yako? Ni mambo yapi ungeyafanya kama kungekuwa hakuna mtu wa kukukosoa? Labda ungeanzisha biashara au labda ungeacha kazi. Majuto ambayo utayapata utakapogundua uliruhusu ndoto zako zife kwa ajili ya watu wengine ni makubwa mno, hivyo usikubali. Namba mbili: kuruhusu watu wa kuonee. Sote tumekutana na uonevu kwa mara ya kwanza tukiwa mashuleni, lakini ukweli ni kwamba uonevu upo kila mahali kwenye maisha. Uonevu unaweza kutokea mahali popote Inaweza kutokea kazini kwako au hata kwenye familia yako. Moja ya mambo utakayojutia hapo baadaye ni pale utakapogundua uliruhusu watu wakuonee pasipo kuchukua hatua yoyote. Sote tunatambua waonezi huwa wanachagua mtu ambaye wamemwona ni dhaifu kuliko wao. Usikubali kuonewa, kataa kuwa dhaifu. Mtu yeyote akijaribu kukuonea, hakikisha unamfanya alipe kwa hilo na njia pekee ya kufanya watu wasikuonee ni kwa wewe kuonyesha uimara wako. Usiogope kumweleza ukweli mtu akikukwaza, na kama hatojirekebisha, chukua hatua kali dhidi yake. Hakuna mtu aliye tayari kumkwaza mtu ambaye atapambana naye hadi pumzi ya mwisho. Mtu yeyote akijaribu kukuonea, mfanya ionje kuzimu kwa kukuonea, na hakuna atakayethubutu kukuonea tena. Namba tatu. Kupoteza miaka yako ya ujana. Kupoteza miaka yako ya ujana ni kosa kubwa sana kwa mwanaume kulifanya. Miaka yako ya ujana ndio muda mzuri wa kufanya mambo makubwa, ukiwa bado una nguvu na afya njema. Una uwezo wa kupata chochote kile unachokitaka kwenye maisha, ukiamua kuutumia ujana wako vizuri. Usikubali kuipoteza zawadi hii ya ujana ikaenda bure. Tumia ujana wako vizuri kupambania ndoto zako na kuzitimiza. Ukiutumia ujana wako vizuri kipindu utakapokuwa mzee utaangalia nyuma na utajishukuru sana kwa kuutumia ujana wako vizuri kufanya mambo makubwa. Namba nne: kuacha fursa zikakupita. Ni jambo la muhimu sana kuziwahi fursa zilizopo mbele yako. Watu wengi wanaacha fursa mbalimbali zinawapita kila siku. Usikubali kuwa mmoja wao. Tunaishi katika nyakati ambazo ni rahisi sana kufanikiwa kuliko miaka ya zamani. Ujio wa internet umefanya tushuhudie vijana wadogo kabisa wakiwa mamilionea na mabilionea, jambo ambalo halijawahi kuonekana hapo kabla. Na sasa kuna ujio mwingine wa akili bandia maarufu kama artificial intelligence, na watu wameanza kuchangamkia fursa hii na kupata mafanikio makubwa. Kama upo tayari kupambana na wewe sio mtu wa kukata tamaa, tumia wakati ulionao vizuri kuchangamkia fursa zilizopo mbele yako na unaweza ukajipatia uhuru wako pamoja na kuishi maisha mazuri zaidi ya walio wengi. Namba tano, kutokuwa na uelewa kuhusu tabia za wanawake. Haijalishi wewe ni kijana au mzee, kila mwanaume unapaswa kutambua kwamba mahusiano mabovu yana uwezo wa kuharibu maisha yako na kusudi lako kwa kiwango kikubwa. Kama mwanaume, unapaswa kuwa makini sana kwenye kuchagua mtu wa kuingia naye kwenye mahusiano. Wanaume wengi wapo kwenye mahusiano mabovu kwa sababu wameangalia mwonekano wa mwanamke peke yake, na wengi wapo kwenye majuto makubwa baada ya kugundua walikosea kuoa mtu ambaye si sahihi. Ushauri wangu kwa vijana wadogo ni huu: pambania malengo yako kwanza, na jifunze kuhusu tabia za wanawake kwanza, kabla ya kufikiria kuanzisha mahusiano. Kusudi lako ndio unapaswa kulipa kipaumbele na mwanamke wako anapaswa kukusaidia kulifanikisha. Ninachotaka kukisisitiza ni hiki: Jifunze kuhusu tabia za wanawake na namna ya kuishi nao, vinginevyo utaumizwa na kupoteza muda wako. Namba sita, kuto kufurahia maisha. Kama nilivyotangulia kusema, upasu kupoteza miaka yako ya ujana na upasu kuacha fursa zikakupita, lakini pia unapaswa kutenga muda wa kufurahia maisha, hata kama ni kwa kutembea nje na kuvuta hewa safi iliyopo kwenye mazingira, pamoja na kufurahia mambo mazuri ulionayo kwenye maisha yako. Usikubali kukatishwa tamaa na watu wanaojionyesha kama vile wanaishi maisha mazuri huko kwenye mitandao ya kijamii. Maisha ya wengi unayoyaona huko mitandaoni si maisha yao halisi, hivyo usitake kujilinganisha na mtu. Wakati mwingine, zima simu yako na furahia wakati ulionao pamoja na mazingira yanayokuzunguka. Furahia baraka ulizonazo. Vipi kama ungekuwa na matatizo ya kiafya? Au vipi kama ungekuwa mlemavu? Au vipi kama usingezaliwa? Hivyo jifunze kufurahia maisha pamoja na yale ulionayo hata kama ni kidogo. Namba saba. Kuto kusamee watu. Kuto kusamee kunamfanya mtu kutokusonga mbele kimaisha. Sasa tafakari, utakapokuwa mzee na ukagundua maisha yako hayakuwa na mafanikio kwa sababu ulikataa kusamee. Kuto kusamee kutakufanya uwe na maumivu ya moyo na itakuletea magonjwa mbalimbali ambayo yatakufanya ufe kabla ya wakati. Kusamee akumfaidishi yule unayemsamee bali ni kwa faida yako wewe binafsi. Jifunze kujisamee wewe binafsi pamoja na wale waliokukosea. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vile vile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.